mwenye kuyahifadhi yale tutakayoyazungumza amehifadhi mambo muhimu ambayo akienda Maka itamfanya aifanye ibada yake vizuri. Kama atayahifadhi haya mambo yanayokuja, tukasema amalu lhaji tanqasimu ila thalathati aqsamin raisiyatin, wahiya wajibatu lhaj, arkanu lhaj, wasunanu lhaj. Matendo ya haji yanagawika katika sehemu tatu, ya kwanza kuna wajibati lhaj mambo ya wajibu ambayo yanampasa mtu ayalete, na akiacha moja katika haya mambo ya wajibu inabidi asawazishe kwa kuchinja. Kasema kuna ya pili inayoitwa arkanul haj, nguzo za hija. Tukasema tofauti kati ya nguzo na wajib, hii nguzo haiwezi ikasawazishwa ikiachwa kwa kuchinja au kwa kumwaga damu. Ukiacha nguzo maana yake umevuruga ibada yote ya haji. Ama sunan tutakuja kuzitaja, ni zile maada wajibat wa arkan, ambavyo ni vitu ambavyo e, sio katika wajibat wala sio katika nguzo za haji. Tukataja tukasema wajibat alhaj hasba madhhabina ni vitu vitano, madhhabi ya Imam Shafi'i, katika il ilmu yetu ya fiqhi tuliosomeshwa ni mambo matano ya wajibu, matendo haya matano. La kwanza al ihramu min al miqati, kuhirimia ukiwa katika miqati. La pili al mabitu bi muzdalifa, kulala katika viwanja vya Muzdalifa pale unapotoka Arafat. Ya tatu al mabitu bi Mina. La nne ramyu al jimar. La tano tawafu al widaah, tawafu ya kuaga. Hizi ndiyo matendo yanayoitwa wajibat al haji. Leo biidhnillahi tabaraka wataala, tutataja arkanu lhaji nguzo za hija. Kwa hiyo hizi za leo ni muhimu zaidi, kwa sababu bitarkiha, ukiacha kwa maksudi au kwa vyovyote itakavyokuwa umeacha nguzo, maana yake jengo lote limeporomoka. Kwa hiyo fungua masikio yako ya moyo, hifadhi nguzo zako za hija, ewe haji, ili usipate penalti, usipate eh, khasara yoyote ya kurudia tena labda mwakani au kurudia tena matendo yako ya hija kwa sababu ya kuacha nguzo miongoni mwa nguzo za hija. Arkanu lhaji khamsa vilevile, kama ilivyokuwa wajibatu lhaji ni tano, na nguzo za hija ni tano. Aya mambo matano ya hifadhi vizuri, ewe mwenye kwenda hija, isije ukienda kule ukasema labbaika. Allahumma labaika labaika la sharika laka labaika, ukajibiwa ukaambiwa la labaika wala saadaika, hakuna labaika hapo. Umekosea, rudi ufanye tena mwakani. ma hajajta walakin hajatilibilu, hujahiji wewe, kimehiji hicho kipando tu licho kipanda.

Hakika amali matendo yote kwanza inazingatiwa nia. Unaweza ukakosa thawabu kwa sababu tu umeacha nia, unaweza amali ikawa bora na nzuri japo ni ndogo, kwa sababu tu kulikuwa kuna nia. Na ibada yako hii, hija kubwa, usiharibu kwa kuacha nguzo kubwa miongoni mwa nguzo za hija ambayo ni al-ihramu unaweza ukajiuliza, Mwalimu, mbona kule umetaja katika wajibati lhaji kwamba ni alihramu min almiqati, na hapa pia katika nguzo za hija, sasa unasema alihramu? Nini tofauti kati ya vitu viwili hivi? E, ile ya kwanza ni alihramu min almiqati, ni kuhirimia unapokuwa katika kituo husika kilichotajwa, tukapiga mfano dhalhulaifa au yalamlam dhatu irqi au hij, uh, au uh, aljuhfa na vitu hivyo. Na mara nyingi unapokuwa katika ndege au meli au chombo chochote mnapoelekea umra au hija, pilot anatoa tangazo kwamba, enyi wasafiri, enyi wenye kwenda haji, enyi mahujaji, nusu saa ijayo tutakuwa tunaruka juu ya kituo kwa hiyo wale wenye kwenda hija wajiandae kuweka nia zao. Anawakumbusha, masha Allah, na mapilot wote. mara yangu ya kwanza kwenda haji tulipanda tuli ndege ya Kichina, hata wachina wanakupeni habari sasa hivi: nusu saa itakayokuja tutakuwa tunaruka katika kituo, ni juu ya mahujaji wanaokwenda zao Jidda waanze kujitayarisha kuweka nia zao. Anakuambia hivyo kwa sababu alihramu min almiqat usipate ile penalti unapovuka katika kituo cha kutiania bila ya kutiania. Kwa hiyo jiandae vizuri. Kwa hiyo tofauti kati ya vitu viwili hivi, al-ihram, nia ya kuingia hija ni wajib. Al-ihram min al-miqat, ile nia itiwe katika sehemu husika ni wajib min wajibat al-hajj. Nia kule ni ni nguzo, hapa ni wajib min wajibat al-hajj. Nadhani utakuwa umenifahamu vizuri kwa kuyataja haya yote mawili kwamba kule tumetaja al-ihram min almiqat, na hapa tunataja al-ihram e, kunuia ni nguzo miongoni mwa nguzo za hija. Huwezi kwenda hija bila ya kunuia kutia nia, ndio maana unapofika hapo sasa utawasikia watu wanasema labbaika Allahumma hajjan, nimekuitikia mola wangu kwenda hija. Kama ni umra

wanaanza kunuia kuingia katika ibada ya haji. Na wengine wana, wanaweka vitu kama vile fain habasani habisun famahilli haithu habastani wanashurutisha, yani, ya rabbi, kikinizuia chochote cha kunizuia, basi pale pale nitakapokuwa nimezuilika, sina budi ndio itakapokuwa pahala pa kutahallal kwangu. hizi zote

Labayka, labayka, la sharika lak, yani baada ya kutiania wimbo au nashid au dua au maneno ni haya tu, labayka allahumma labayka labayka la sharika lak labayka innal hamda wan ni'mata ila akhir al kalam. Hiyo ni nguzo ya kwanza katika nguzo za haji. Nguzo ya pili miongoni mwa nguzo za haji. Sasa hapo tayari unaingia kwenye hija, umeshaingia kwa kusema labbaik allahumma, haja kunuia katika moyo wako na kupitisha kwa maneno, kwa kusema nimenuia nimekusudia, ya Rabbi, kwenda kufanya ibada hii ya haji. Ukifika zako Maka kuna nguzo nne utazifanya baada ya hii ya kwanza ya kunuia katika moyo wako, nyingine utakazozifanya kwa matendo ni kwenda au kufika katika sehemu hizi tatu hizi nne tutazozitaja. Ya kwanza tawafu ifada, hiyo nguzo ya pili. Sasa katika nguzo za haji tawafu ifada, katika tawaf kuna tawafu aina mbalimbali zina majina mbalimbali. Kuna tawafu alqudum, kuna tawafu alumra, kuna tawafu alwidaa, hizi zote ni tawaf

Katika aya nyingine a anasema, waliyatawafu bilbaiti latiq, waende wakatufu katika Alkaba. Tawafu hii iliyoambia waende wakatufu, ndio inaitwa tawafu lifada, ni ile tawafu ya baada ya mahujaji kusimama katika viwanja vya Arafat. Ile kwa hija ni nguzo miongoni mwa nguzo za haji. Ukiiacha ile, hija yako haipo. Ya pili au ya tatu katika nguzo za hija, assayu baina safa walmarwa. Ni kule kwenda baina ya milima miwili, moja Safa, moja Marwa. Asayu ni kusai, yani kuzunguka kwenda huku ukarudi huku, kwenda kule ukarudi baina safa walmarwa na hii mara nyingi inafanyika baada ya tawaf. Kwa kwahiyo umeshatoka zako Mina au umeshatoka zako Muzdalifa baada ya kusimama Arafa ukalala Muzdalifa siku ya kumi ambayo ni siku ya Idi ile ambayo kwa lugha ya kifiki inaitwa yaumu nahr, siku ya kuchinja ile, ukapiga zako jamarati ukanyoa ukachinja ukaja zako mpaka msikiti ni msikiti wa Haram ukatufu tawaful ifada, alafu ukenda sai baina Safa wal Marwa. Kwa hiyo tawafu ni nguzo na vile vile sai baina Safa wal Marwa ni nguzo, lakini nguzo mbili hizi tawaf na sai zinatanguliwa na nguzo muhimu mno katika nguzo za hija ambayo inaitwa alwuqufu biarafa. Kusimama harafa, kupatikana kwa hujaji katika viwanja vya Arafa, hii ndiyo nguzo mama, nguzo kuu katika nguzo za haji. Ange nyingine unaweza labda ukaziakhirisha maadamu uko kule kule, ukenda ukazifanya baadaye, lakini hii nguzo ya wuqufu bi Arafa uwezi ukaiakhirisha, lazima ile siku ya Arafa, siku ya tisa uende ukasimamia Arafa. Sasa so, ukiikosa ile, ndo umeikosa. Lakini tawafu unaweza ukaenda baada ya kusimama Arafa kwa siku moja, baada ya kusimama Arafa kwa siku mbili, baada ya kusimama Arafa kwa siku tatu, baada ya kusimama Arafa kwa wiki. Lakini je, Arafa utaenda baada ya, ya, ya Arafa, huwezi ukienda, watu wameshaondoka na siku ya tisa imeshaondoka. Kwa hiyo ni muhimu sana kuichunga siku ya Arafa, ili ukapatikane siku ya tisa katika viwanja vya Arafa. Narudia tena nguzo za haji kabla sijazimaliza: Al-ihram, kuhirimia au kutiania, tawafu lifada

fika tu Maka pale, una uhuru hata ukiwa katika nguo yako ya ihram, usiwe katika nguo yako ya ihram. Wanatufu wamevaa kanzu, mimi nimevaa mashuka mawili, wanatufu lakini mavazi yao tofauti na wewe, unatufu lakini sio kama yako pengine wanatufu tawafu alwida. Kwa hiyo pale kuna mchanganyiko tu, kuna wanaotufu tawafu ya wida na wengine wanatufu tawafu ya alifadha. Lakini pia kuna jina lingine wanaita tawafu ziara, na kidogo umekuja wewe kuja kuizuru nyumba ya Alkaaba, hiyo tawafu yake ni tawafu ziara. Kwa hiyo unaweza ukaisikia inaitwa tawafu alifadha, tawafu rukn, tawafu ziara, zote hizi ni jina lake ni moja tu ambayo ni hii tawafu ya nguzo. Kwa hiyo hiyo ni nguzo katika nguzo za Hija. Nazirudia tena ili upate kuzihifadhi vizuri. Al-ihramu kutiania, tawafu l-ifadha, kutufu tawafu ya nguzo, as-sayu baina as-safa wal-marwa, ya tatu hiyo kusai kati ya Safa na Marwa, alwuqufu bi biarafa, ya nne ni kusimama Arafa ni kwenda kupatikana katika na watu wakisikia kusimama, watu wengine huogopa hija, sasa nitaweza mie? Maana kusimama dakika kumi tu siwezi, nusu saa, je, siku yote mimi nitaweza? Sio kusimama, yani atawajudu ni wewe hija upatikane wewe haja pale katika viwanja vya Arafa, uwepo ukienda. Utaona wengine wamelala, wengine wamekaa, wengine wamesimama, wengine wanasoma, wengine alimradi kila mmoja yuko katika hali. Kwa hiyo sio ile kusimama kwamba usikae, uruhusiwi kulala au hapana, hiyo lugha ni kwamba alwuqufu biarafa. Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe aliwaambia, wakad waqaftu hahuna wa arafatu kulluha mawqif, mimi nipo hapa, nimesimama hapa, au nimepatikana hapa, lakini Arafa yote kwa mipaka yake nikisimamo pahala popote utakapokuwepo we upo Arafa. Ndio maana siku ile utaona mbalesi au ambulensi zimeongozana zinaenda Arafa kule, ndani kuna wagonjwa ili ambao wameenda hija wamepata moja miongoni mwa matatizo, labda mtu akapata afya yake si nzuri, lakini inabidi siku ile, hata ni mgonjwa, aende akaiwai nini nguzo ya kupatikana Arafa japo kwa kupitisha pale, alafu arudi zake ya hospitali wapatikane na wao katika viwanja vya Arafa. Na pia sasa hivi kuna hospitali, kwa hiyo uwepo wewe ili usikose nguzo hii ambayo Mtume amesema alhajju arafa, hija ni hii ya Arafa. Ukikosa Arafa hija yako imeharibika. Kwa hiyo ni nguzo ya nne katika nguzo za hija, imebakia nguzo moja kwa sababu, eh, haji kwa sababu arkanul haji 5 kwa madhhebu yetu

Muzdalifa akenda akarembea mawe e, Jamarat kachinja, alafu huwa ananyoa nywele. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaombea sana dua wenye kunyoa, akasema: rahima llahu lmuhaliqin walmuqasirina, ya rasul llah, akarudia tena. Mwenyezi Mungu awarehemu walionyoa kabisa nywele zao na waliopunguza. Je, ya Rasulullah karudia mara mbili, ya Rasulullah kuwaombea walionyoa, ya tatu wakisema walmuhalliq walmuqassirin, na waliopunguza nao pia. Kwa hiyo walionyoa wameongezewa dua maradufu, lakini waliopunguza kaba mara mmoja tu. Kwa hiyo ukifika wewe haji, nyoa nywele zako. Hii ni katika nguzo miongoni mwa nguzo za Hija, japokuwa hizi nguzo utaziona katika baadhi ya madhahib zimepungua, sio tano, kwengine ni tatu, kwengine ni nne, kwengine labda ni chini ya hapo au zaidi ya hapo. Lakini sisi tunakwenda kwa madhhebu yetu. Ukiyafanya haya mambo matano, kutiania, na kutufu, kusai, kusimama Arafa, kunyoa, utakuwa umezitekeleza nguzo miongoni mwa nguzo za hija na zile tano. Kwa hiyo mambo kumi haya muhimu ya kwanza tuliyoyataja ni wajib min wajibati lhaji. Tofauti yake na arkanu lhaji ni kwamba haya ya wajibu yanaweza kama umeyasahau au umeyaacha kusawazisha kwa kumwaga damu. Haya matano ya mwisho ambayo ni nguzo, haiwezekani kuunganisha na kusawazisha ukiyaacha kwa kumwaga damu. Mwenyezi Mungu awape nafasi ya kwenda hija ili mupate kujitekeleza nguzo hii adhimu ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliita ni jihad kwa wanawake, jihadun la silaha fihi, baada ya wao kulalamika mambo mengi kwamba wanaume tu wanapewa wanaenda kwenye jihadi, anawaita nayo na nyinyi wanawake, jihadi ambayo hakuna silaha hakuna vita ndani yake, hija. Ajili hiyo, tuendeni hija, wanaume na wanawake, usisubiri kwa sababu

yapatilize vizuri kwa kufanya mema mazuri. shababaka qabla haramik, ujana wako kabla utu uzima. Nenda Makkah ya nenda ukiwa kijana huyu, ukiwa mtu mzima, hizo hela utakuwa nazo na nguvu zitakuwepo. wepatiliza shababaka qabla haramik, swihataka qabla sakamik, maradhi sasa hivi ni mzima, uwezi ukajua lini maradhi yatabisha yatabisha hodi. wepatiliza kufanya mambo yako mapema ukiwa na naswiha, ghinaka qabla fakrik tajiri wako uwezo wako kabla ufukar haujaingia. Lakini pia faraghaka, kabla shughulik, nafasi uliokuwa nayo sasa hivi ifatilize kwa kufanya mambo mazuri makubwa makubwa. Miongoni mwa hayo ni kwenda hija, wa hayataka kabla mautik, na uhai wako kabla ya kifo. Hujui lini mauti yatabisha hodi, ili uondoke katika hii dunia. Kwa hiyo patiliza haraka haraka kufanya kheri moja, miongoni mwa mambo ya kupatilizwa ni ibada ya hija. Na sisi wanarauda tumejiandaa vizuri kukupokea wewe haji, kukuelimisha moja katika elimu hizi ambazo tunazokupa ili kukurahisishia ibada ya hija, na insha allah katika mwaka huu tutakuwa pamoja vile vile, mwaka elfu mbili na ishirini na sita hija hii tuwe ni wenye kuandamana eh, hatua kwa hatua, ili tuelezane na tupeane faida zaidi ya hizi ambazo tunapeana, tutakapokuwa safarini pamoja. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.